Mimi kwa niaba ya baba paroko, lakini kwa niaba yake sasa ni washukuru wote, hasa wale mliokuja kanisani, lakini na wote mliofika hapa bila kujali madhehebu yenu. Sisi ni wasafiri kama salamu yetu ya Jubilei inavyosema kwamba tu mahujaji katika matumaini. Matumaini yetu ni kwamba waliolala hapa hapa ni mama na mwana, ni mama na binti yake, mama Salome na, na bintie, na wote makaburi hayo watafufuka, lakini lazima tuwaombee. Watafufuka kwenda wapi? Kama wamekufa vibaya na madeni ya dhambi, wanaweza kufufuka kwenda kwa shetani. Sasa of course roho zao zimeshahukumiwa mpaka sasa lakini niamini, hawa waliokula mwili na damu wakifanya mema hawawezi kuhukumiwa hivyo kwenda jehanamu moja kwa moja sana. Kama wamekuwa na madoa yao, mapungufu yao madogo madogo, wakitubu na kuanguka watakuwa wako toharani. Sasa ni kazi yetu kuwasaidia kutoka pale toharani, watimize malipizi yao, wamalize malipizi, lakini kwa msaada na huruma ya Mungu wanapunguziwa muda wa kukaa pale. Ndio kazi iliyobaki kwetu sote. Basi, kwa niaba ya familia wote, mnakaribishwa nyumbani kwa marehemu nyumbani kwa marehemu Ibrahimu Lulikela, karibuni wote. Na sasa tuhitimishe kwa sala, kwa sababu kanisani hatukupata baraka. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Raha ya milele uwape e Bwana. Marehemu wetu wapumzike kwa amani. Bwana awe nanyi awabariki Mungu Mwenyezi Baba na Mwana na Roho Mtakatifu mtakatifuendei na